Taarifa hiyo imetolewa na katibu mwenezi wa mkoa wa Mbeya, Christopher Uhagile, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika jiji la Mbeya. Uhagile amesema kuwa ziara hii itahusisha mikutano na wananchi katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya, ambapo Wasira atakuwa na mazungumzo na wananchi kusikiliza changamoto wanazokutana nazo na kujadili mikakati ya kuboresha maendeleo zaidi. Tunatarajia kupokea ugeni wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, mzee wetu Stephene Wasira, akitokea mkoa wa Songwe, na tarehe kumi na saba tutamfanya mapokezi rasmi ya kimkoa, na ataanza shughuli rasmi hapa mkoani kwetu, na atakuwepo hapa mkoani kwetu kwa takriban siku nne. Ataanza shughuli rasmi tarehe kumi na saba asubuhi, tutampokea hapa ofisini, na tutafanya mapokezi ya kiitifaki ya kimkoa, na baada ya mapokezi hayo atakutana na halmashauri kuu ya CCM ya mkoa iliyoboreshwa kikao cha ndani kuzungumza na wanachama, lakini mchana atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kabwe, akizungumza na wanasisiemu na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Uhagile ameongeza kuwa Wasira atatembelea wilaya Rungwe, Kela, Mbalali na Mbeya Mjini, ambapo atakagua maendeleo ya miradi ya kijamii na kiuchumi inayotekelezwa na serikali katika maeneo hayo. Amesisitiza kuwa ziara hii itakuwa na lengo la kuongeza ushirikiano kati ya viongozi wa CCM na wananchi pamoja na kutoa maelezo ya kina kuhusu miradi inayohitajika kufanyiwa kazi kwa haraka. Lakini tarehe 18 ataendelea na ziara yake, atakwenda wilaya ya Kyela na atakapokuwa anaelekea Kyela atawasalimia wananchi wilaya ya Rungwe pale Tukuyu majira kuanzia majira ya saa tatu asubuhi na pale Kyela atafanya kikao cha ndani cha halmashauri kuu ya CCM ya wilaya iliyoboreshwa. Tarehe kumi na tisa ataelekea wilaya ya Mbarali iliyoko mkoa wetu wa Mbeya, pamoja na vikao mbalimbali vya chama vya ndani, lakini bado atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Ubaruku. Na tarehe ishirini atahitimisha ziara yake hapa mjini kwa kukagua baadhi ya miradi, lakini baada ya kufanya hilo zoezi bado atazungumza na wakulima wote wafugaji na wafanyabiashara. Ziara ya Wasira mkoani Mbeya inatarajiwa kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi, kwani itatoa fursa ya kusikiliza matatizo yao moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa chama na serikali. Hii pia itasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Mbeya. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.